Mapema siku ya leo mwanadada Zuchu ameweza kufunguka kufuatia peji zao za Good People pamoja na WCB, ambapo ameweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na video yake ya Amanda ambaye ndio bosi wake na mkurugenzi mtendaji wa shirika la WCB ya Sasampa ambayo ameweza kuitoa majira ya jana usiku, so imekuwa ni good time na nemtazama hapa video lakini baada hapo tuuja kurudi. E, tusome comment za mashabiki walikuwa wanasema nini kufuatia hichi ambacho kilikuwa kinaendelea, e, katika page na ukrasa wa WCB.

Sasa turudi katika upande wa comment section baada ya kusikiliza video hii ambayo Zuchu alikuwa anaongea. E, huyu ye anaitwa e, official e, gritty kaweza kusema kwamba tumechelewa anti, haina shida. Mwingine kaweza kusema kwamba mlivyo pamoja tu kwetu furaha kubwa sana. Huyu anaitwa Sofia Masaka kaweza kusema kwamba mie huku meno yote nje. Mwingine kaweza kusema kwamba kuna kufanya kazi na mume, kuna kushindana na mume Hawa wanasapotiana jamani. Mwingine kaweza kusema kwamba naangalia tu ngozi maana inshallah. Mwingine sijasikia yes, nitaplay tena video. Mwingine kaweza kusema kwamba Diamond looks like you in love. Mwingine kaweza kusema kwamba kukuonea wewe huruma isingeenda mbali hiyo video. Mwingine kaweza kusema kwamba Mr and Mrs. Mwingine kaweza kusema kwamba teamwork mwingine akaanza kusema kwamba huku kwetu kuna poch njooni sana mje mwone huu kwamba like mwingine akaanza kusema kwamba Mungu awatunze sana vipenzi vyangu, nafurahi mkiwa kwa amani. Mwingine akaanza kusema kwamba Mondi, sasa unavyopiga mibusu ya kumkomesha mematha haya. E, njooni kwenye peji yetu mnunue mwingine akaanza kusema kwamba haya mapenzi jamani. Huyu mwingine akaanza kusema kwamba ushaanza um, kujoin unamsaidia. Mwingine akaanza kusema kwamba siogopi eh, eh, ila sitakuwepo huyu. Mwingine akaanza kusema kwamba acheni ujinga kwenye eh, bando langu <laughs> huyu. Mwingine akaanza kusema kwamba hata sijui nacheka nini yani nyie watu, Mungu wadumishe daima till jana. Mwingine akaanza kusema kwamba mapenzi acheni Zuchu, wa kumsaidia Damon kweli. Haya, cha msingi mnawapenda, mengine wala hatujali, kikubwa e, tunaona asubuhi na jioni mnavyopendana. Na mimi mme wangu ni muhua kwa mabusu hawa jambo, hawa watu wanabusu mpaka naomba po. Huyu mwingine kaza sema kwamba Zuchu anaonekana eh, eh. Mwingine kaza sema kwamba da, ila huyo mwanamke anapata shida sana kwa hiyo midomo Diamond Platinum. Mwingine kaza sema kwamba kama Mungu eh, mtu hawa kipindi hiki huu mwingine kaza kusema kwamba ngoso penzi kitofu cha uzembe. Huu mwingine kaza kusema kwamba nachoka mimi mtu wa kambo wa Clemens Mwandambo. Hizo ni baadhi ya comments za dawa ambazo walikuwa wanazungumza kuhusiana na hii video ya Zuchu. Wanazungumzaje kufuatia hicho ambacho Zuchu ameweza kusema kwamba pengine angetoa video yake Amanda, ngenza kudidimiza nyimbo ambayo akaweza kuitoa Diamond Platinumz ya Sasampa. Shika comment yako hapo chini, hapa ni Blue House Dax Media. Subscribe. Oh, join us. Oh. The House of